Msikilizaji na mtazamaji wetu na karibu katika sehemu hii ya mjadala ambapo leo tunaangazia siasa za chama cha Orange Democratic Movement ODM huko nchini Kenya. Ni chama ambacho kwa hivi sasa kinakabiliwa na msukosuko wa ndani, huku kukijitokeza kambi mbili zinazopingana kuhusu mstakabali wake. Kundi moja linataka chama hicho kisimamishe mgombea katika uchaguzi ujao na kundi lingine linataka kiendelee kushirikiana na rais William Ruto katika serikali iliyoundwa pamoja na hayati Raila Odinga, na katika uchaguzi ujao pia kambi ya ODM na chama cha Ruto cha UDA vishirikiane na baadaye kuunda serikali pamoja kwa makubaliano ya kisiasa. Je, chama cha ODM kitabaki kuwa na umoja kuelekea uchaguzi mkuu mwakani? Na je, wanasiasa wake watasimama imara kukiunga mkono chama kuhakikisha inaendelea kuwa na ushawishi katika siasa za Kenya. Katika mjadala wetu tunaye Profesa Haman Manyora akiwa Nairobi, na huko Mombasa, mji wa bandari, pwani ya Kenya, yupo Bi Maimuna Mwidao, na katika mji wa Kilifi yupo Masika Gari, yeye ni mwanaharakati wa masuala ya vijana pia vile mwandishi wa habari. Nianze nawe Bi Maimuna Mwidao hapo Mombasa. Chama cha ODM na, ni chama cha kitaifa ambacho kimejengwa kwa jasho, maumivu na uvumilivu wa watu wa Kenya na kimejengwa, ungeweza kusema tofali kwa tofali, kupitia bidii kubwa ambayo imefanywa na kina mama vijijini na akina baba vijijini eh, na sasa hivi kimekuwa ni nguvu kubwa katika siasa za Kenya. Mvua imeanza kunyesha wapi? Mbona kunaonekana kuna tatizo? Um, shukran sana Charo, tumeona kweli mvua imeanza kunyesha, lakini tachukua mfano wa mazungumzo tunazozungumza tukiwa pwani, kwamba unapofuka moshi pana moto. Kwa hiyo huu tunauona ni moshi wafuka, na kuna mahali moto upo, na moto wenyewe watokana na tofauti za mawazo katika chama cha ODM. Tumeona hivi karibuni kumekuwa na mazungumzo, mijadala, malumbano ya maneno hapa na pale baina ya wale ambao tunaweza kuwaita kama ni vijana katika ODM viongozi ambao ni vijana uh, kwa umri na wengine tuliwaona ni wale wazee walikuwepo tangu awali. Kwa hiyo malumbano yamekuwa baina ya timu hizi mbili uh -huh. na kumetokea tofauti, na tofauti zao ni kufikiria mbele mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba tunakwenda vipi? Wote bado wamo ndani ya ODM. Ndiyo. Lakini tofauti tu ni ya mwelekeo, tunaelekea, tunakwenda wapi baada ya baba? Haya, Profesa Herman Manyora, palipo wazee eh, wahenga wanasema hapakoseki jambo. Wazee wa chama cha ODM na mvutano wao na vijana, vijana wanataka kwenda huku na wazee wanataka kwenda huku, unalizungumziaje suala hili eh, kwa jicho lako unavyoona kisiasa? Nadhani si suala la wazee na vijana. mm -hmm. uh, shida iliyomo ndani ya chama cha ODM ni tofauti ambayo inawaweka wale wenye kutaka kuendeleza sera za chama, msimamo wa chama, chama kinachohusishwa usish, na demokrasia na upiganiaji wa haki za binadamu kwa upande mmoja na wale ambao kwa, ha, kwa haraka sana kwa spidi kwa kasi wanataka kulazimisha chama kushirikiana na utawala ulioko wa rais Ruto. Kwa hiyo mm -hmm. tofauti ni wale ambao wanataka chama cha ODM kifanya kazi na Ruto, hata mwakani waingie uchaguzi wakiwa pamoja, waunde serikali pamoja. Na, na hii hali, hii hali, hali, yeah, hii uh, hali inakiweka wapi chama profesa? Mvutano hii ni, ni hali ngumu kwa sababu ni mvutano ambao itakuwa ni vigumu eh, kutatua kwa sababu wale ambao wana msukumo wa kuelekeza kwa upande wa serikali, lakini nafikiri wana nia na wana nguvu na wana ushawishi, kwamba sababu wanaungwa mkono na wale mababe wa serikali. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu hawa wengine eh, kuwa, kuwa haya tuta... waataka lazima waende kule kwa UDA na Ruto na Ruto na wengine wanakataa, kwa hivyo itakuwa ni ngumu hawa kusikilizana. Haya, asante uh, naja kwako uh, masika hivi punde, lakini kwanza uh, nirudi kwako Bi Maimuna uh, tumeshuhudia uh, kuna chama ikichapaa ambacho sasa hivi kinaonekana kupaa katika ukanda wa pwani kikipigiwa debe sana na Uh, Aisha Jumwa ambaye aliwahi kuwa waziri na mtu ambaye pia amekuwa na ushawishi mkubwa sana hasa kwa siasa ambazo zinamwelekea rais wa nchi. Uh, kelele hizi au niseme kauli zake ambazo zimekuwa uh, zikishika ziki, ziki, uh, kasi sana katika eneo la pwani, unadhani uh, zinakiweka wapi chama cha ODM eh, ambako huku pwani kumekuwa ni kama ngome yake um... Mheshimiwa Aisha Jumwa amezungumza, na katika mazungumzo yake tumesikia maneno mawili, masuala mawili aliyozungumzia. Kwanza alizungumzia kwamba amehama chama cha UDA na sasa ameingia PAA na anapigania kwamba sasa tusimame kama wapwani na sisi tuwe na chombo chetu, na kwa upande mwingine alizungumza katika hafla ya ODM ambapo akasema imefika wakati mpwani naye achukue uongozi katika chama cha ODM na kumpigia upatu mheshimiwa Joho. Katika mazungumzo hayo, utaona kwamba alisema kwa nini Joho achukue kile chama cha ODM ama apewe fursa awe kiongozi, ni kwa sababu pwani ina ufuasi mkubwa na ina share kubwa katika chama cha ODM. Kwa hiyo kwake sana ame, ameangalia kwa vipi pwani inaweza nayo kujiweka katika ile meza, wakati wakati ukifika kwamba watu watakaa kwenye meza waki, wa, wakizungumzia na kujivutia sehemu zao, na sasa wakati imefika kwamba pwani idha kupitia ODM ama yeye alikoingia pa ama pengine kutakuwa na muungano labda hauko mbeleni baina ya ODM na pa na hivyo vyama vyote vingine ambavyo vitaungana na serikali, nafikiri ni katika hali ya kujipanga kuangalia ni mwelekeo gani utapatikana katika mm. hii sehemu. Haya masika tumeshuhudia pia kauli zikitolewa na Winnie Odinga, huyu ni mtoto wa marehemu Raila. Uh, kauli ambazo anasema vijana wamo ndani ya ODM na Oburu Oginga na yeye akivuta kwa upande wa wazee na wale viongozi ambao wamekuwa na uzoefu wa miaka mingi katika siasa. vijana A, kwa mtazamo wako wanasema nini katika ukanda huo wa huko Pwani, hasa wakiangalia mvutano ambao unaonekana bayana kabisa kati ya Oburu na, win, na, na, na Wini? Shukrani sana Charo, u... katika mtazamo wa vijana sasa hivi ni kwamba vijana wameamuka, si kama zamani ambapo vijana hawakuwa wakijihusisha na mambo ya siasa, lakini sasa hivi vijana wako imara na kwamba hata wao pia katika pwani hii ya Kilifi kuna vijana tu wengi ambao sasa hivi wanajitokeza ili kwamba pia nao waweze kupigania nyadhifa mbalimbali, hivyo hivi huwa ina- inaonyesha kwamba na inaleta ile mfumo kwamba vijana pia nao hawataki kuachwa nyuma. Maanake kama ni wazee wazee, wamekuwepo na bado wapo, na ni kwamba yale masala ambayo wa, wa, wanazungumza kila siku ni kwamba hayawatoshelezi vijana, ndo maana sasa hivi vijana pia nao wanahisi kwamba wanayo haki na kwamba wana nafasi kubwa katika kupigania nyadhifa mbalimbali, hususan katika vyama mbalimbali mbali vya kisiasa, ikiwemo chama cha ODM ambacho tumeona kwamba kimekuwa na msukumo mkubwa eh, hususan pia pwani ya Kenya kabla kabla chama cha Paa kuzinduliwa Miaka, miaka michache iliyopita mm -hmm. na kwamba sasa hii e, sasa hivi vijana pia wako pale, wana, wanaangalia wanataka kuweka mustakabali wa wa kupigania nyadhifa. Kwa hivyo wanaangalia sana ni vyama vipi ambavyo vitawezesha wao kuingia katika madaraka mm -hmm. Haya, profesa, inaonekana hapa chama cha ODM uh, huenda kikazama kabisa na pengine kupotea kabisa katika maeneo ya pwani kwa haya ambayo yanashuhudiwa. Kauli ya James Orengo amesema, uh, Uh, huenda mimi nikawa ni mzee lakini nawaza sana kuhusu kizazi kipya uh, na binti yangu Winnie Odinga yuko sahihi, huwezi kumnakili uh, tu baba, na kwa hivyo vijana wangu kama Edwin Sifuna na Babu Owino watabaki ODM, na akasema hakuna ODM bila Edwin Sifuna na Babu. Uh, kauli hii unaitathmini vipi? Nafikiri ndio iko wale wa Kenya tunaita ground kwamba hayo ndio wanasema watu wengi wao, wafuasi wa ODM, au wa Kenya kwa jumla, wanasema kwamba chama ni vijana, maanake vijana watakwepo kesho na kesho kutwa. Chama pia ni wale ambao misimamo yao inaenda sambamba na, na falsafa na maono ya chama, hivyo basi Sifuna na Babu ndio uso wa chama cha ODM. Wao ndio future ya ODM. Kwa hivyo Orengo anavyosema ni kweli kwamba itakuwa ni vigumu kufikiria ODM pasi na kina Sifuna hawa, kusema ukweli, anasema ambayo wengi wa Kenya wanasema kwamba ODM lazima iwe na vijana hawa kina Sifuna, maanake bila wao ni ODM, ODM gani hiyo yake na Oburu Odinga, hiyo haitakuwa ni ODM kabisa. Bi Maimuna anasema uh, uh, profesa hapo kwamba ODM bila Sifuna na Babu itakuwa COD, eh, CODM. Na kwa mfano jitihada zao ambazo wanazifanya kuweza kukidhibiti chama na kuhakikisha wanaendelea kubaki katika chama, kama hizi juhudi zimegonga mwamba, unadhani litakuwa ni jambo mwafaka kwa, kwa viongozi hawa pamoja na kina Simba Arati kuunda chama chao na pengine kusimama katika uchaguzi ujao? za awali nikasema kwamba tumeona malumbano ni baina ya vijana na wazee, nilimaanisha ni kwamba wana mwelekeo tofauti. Mielekeo wa vijana kina uh, Sifuna kina Wini na kina Babu Owino na wengineo ni kwamba wanaangalia maslahi ya ODM kwenda mbele na kwa sababu umri wa waruhusu wao lazima waangalie kwa upeo mkubwa kwamba, je, tukichukua maamuzi haya yatatufikisha wapi? kwa sababu wao bado umri wanao. Sasa ukiangalia wazee, kwa vile wamekuwa muda mrefu, pia na wao wana mwelekeo wao peke yao, ambao pengine wanaangalia tahadhari kwa upande kwa, kwa, kwa, kwa upande mmoja, ambao pengine vijana hawawezi kuangalia hayo, kwa sababu uh, kwa wakati wao wanaweza kuchukua mbinu yoyote, hata kama ni mbinu ambayo haitakuwa na manufaa kwa wazee. Lakini ninavyoona mimi, kuunda chama kingine itakuwa ni kama ku kukivunja hiki chama muhimu. Ni kwamba wote wanakubaliana wa, wa, wa kwamba sisi tuko ODM, ni mawazo ambayo yako tofauti, na hakuna wazo ambalo linashinda li mwenzake. Wanaweza wakakaa wakaafikiana, wafike katikati ambapo wataweza kuafikiana, na jambo kubwa la kuafikiana kwa ni kwamba je, sisi tutaungana na UDA ama sisi tutakwenda peke yetu, tutaungana huko mbele na nafikiri sheria ipo kwamba mnaweza kuwa na muungano kabla ya uchaguzi na kuwa na muungano baada Kani ya uchaguzi ni mm -hmm. Kuafikiana, kuelewana na kuangalia, je kama ODM twajijua tuna nguvu na sisi twajua tuweza tukarudi tena na nguvu ile ile, ni kitu gani ambacho tunataka tupate kwa manufaa ya chama chetu endapo tutaungana mkono na chama cha rais. Rais naye halikadhalika atafikiria hayo hayo kwa hiyo nafikiri kuna wengine ma... wanataka kwamba twendeni na gari letu kama tulivyo, tutaungana huko mbele, ama tukubaliane kwanza, halafu tujue huko mbele tuenda vipi? mm -hmm. nafikiri hai ile ndo jambo kubwa lenye leta utata kuna mgogoro lakini ambao unauona upo kati ya uh, Oburu Oginga na familia ya Odinga na Wini Odinga uh, katika wakati huu ambapo chama kinaelekea huko kujiandaa kwenda uh, katika uchaguzi, kama kitasimama peke yake ama kitasimama na UDA, unauona huu mgogoro? Naam, mgogoro upo, lakini sidhani kama ni mgogoro ambao hauwezi kudhibitiwa kwa sababu kila kitu katika siasa ni, ni kuzungumza na kuelewana na kuona kwamba tutafaidika sote kwa vipi, kwa sababu endapo huu mgogoro hawataweza kudhibiti, basi hasara itakuwa kwa wote wao. Sasa lazima nyumbani pia itabidi warudi, wazungumze, waelewane. Mwisho wa maneno ni kwamba wote wawili wanataka kuhakikisha kwamba hiki chama kimefika mbali pale baba alipokuwa na nia nacho. Kwa hiyo ni, ni muhimu wa kila atakapogombana warudi nyuma, wafikirie, je, katika huu ugomvi wetu tutafaidika na kitu gani katika mazungumzo yetu na ama tutaathirika kiasi gani? mm -hmm, kwa sababu wasiendelee kugombana mpaka kiasi ya kwamba wakavunja chama na historia ya chama ikamalizika. Sasa itakuwa ni ya kwanza, ni aibu kubwa itakuwa, kwa sababu yule aliondoka, kinara wao, wanamhusu kwanza, na wangekaa wafikirie, je, angekuwepo, angetupa mawazo gani? Ma, Masika, unauona wapi mustakabali wa chama hiki cha ODM kwa hapa ambapo tumefikia, na siasa zake ndani ya chama na pia vilevile vile nje ya chama? Tumeshuhudia mkutano wa Kakamega siku chache zilizopita, kambi mbili za chama hicho hicho kimoja uh, zinafanya mkutano, mmoja unafanyika mjini, mwingine unafanyika eneo lingine, kuonyesha mpasuko wa wazi kabisa katika hiki chama. Hiki chama kweli kitabaki kuwa na umoja kuelekea uchaguzi ujao, Masika? Kusema ukweli, asiyekubali kushindwa si mshindani, na hapa katika masuala ya hawa viongozi wanajiangalilia tuseme, ni matumbo yao wanatao, hawataki kukosa, kwa sababu wakikaa hivi wakifikiria labda kujiunga na serikali eh, kabla ya uchaguzi ama baada ya uchaguzi, na kuna wale ambao wanatetea hiki chama kwamba kibaki cha, kama chama cha ODM. Sasa hawa ambao hawataki kushindwa ndo wale wanataka kujiunga, maanake kwenye fikra zao wanaona kwamba huenda UDA itashinda tena, kwa hivyo wanataka kubaki ndani ya serikali, ambapo hiki chama tunapoelekea huenda kikasambaratika, kwa sababu kuna baadhi ambao kama chama cha UDA kitaunda kita, kita tena serikali. Basi kuna wengine watajiunda na chama hicho, na kuna hawa wengine ambapo wanataka chama cha ODM kibaki kama chama na kwamba waweze kusimamisha mgombea wa urais e, e, tufikapo mwaka elfu mbili ishirini na saba. Kwa hivyo hii migawanyiko ambayo tunaona tunaona kwamba hiki chama kitasambaratika na hakitakuwa kama vilivyokuwa awali. Haya, asante sana Masika. Profesa, unamsikia Masika anasema kuna hofu ya hiki chama kusambaratika kabisa kabla kufikia wakati wa uchaguzi, kwa haya ambayo yanaendelea ndani ya chama. Una, unaungana naye? Ni kweli kwamba kuna hofu kwamba chama hiki kinaweza kigawanyike, kisambaratike, hata kiishe, lakini ikumbuke kwamba ODM ni chama kikubwa. ODM ni chama chenye historia ODM ni chama cha Raila Odinga. ODM ni chama cha mapinduzi na, ma, na, na, na mageuzi. Kwebo, uh, uh, kwa hivyo hii inaweza kusaidia hiki chama kikadhibiti anavyosema Bimwadao pale kwamba japo kuna matatizo, kuna malimbano, kuna uwezo wa kuvunjika, lakini kwa sababu ya uzito wa historia, kwa sababu ya uzito wa chama chenyewe. Mm huenda -hmm. kikadhibiti Mm -hmm. Haya mawimbi na chombo kitizame haya. Asante sana profesa, na asante sana masika gari pamoja na Bi maimuna mwidao kwa kushiriki mjadala huu. Msikilizaji na mtazamaji, basi hadi hapo ndipo tunakamilisha mjadala wetu mchana huu wa leo, ambapo tumeangazia siasa za chama cha ODM huko nchini Kenya.